Karibu msikilizaji katika kituo hichi. Kumbuka kwamba hichi ni kituo nambari moja katika kuhakikisha kwamba kinakufahamisha na kinakupatia taarifa za kikweli kama zinavyotokea, lakini pia tunahakikisha tunakupa uchambuzi wa kina zaidi, ili kupata kuelewa kiundani taarifa zile ambazo tunapata kukusogeshea msikilizaji. Ikiwa ni mara ya kwanza, basi kupatana nasi, nazidi kukuomba kwamba chukua nafasi yako, fanya kupiga a subscription kwa maana ya kuendelea kupata taarifa zetu ama kuendelea kutufuatilia ili kuzipata taarifa zetu punde tu tunapoweza kupakia katika ukurasa huu. Lakini pia ukipata nafasi zaidi, naomba chu uh, share kanda zetu kwa vikundi vichache, ili pia tuhakikishe kwamba tunazidi kujenga familia kubwa zaidi. Karibu niweze kukufahamisha yale yaliyoweza kutendeka. Msikilizaji, kuna bwana anaitwa Peter Mwita Wanda. Taarifa hii nimeweza kuitumia msikilizaji, na wahusika wa eneo hili, ili niweze kukufahamisha msikilizaji, kuna bwana anaitwa Mwita Peter Mwita Wanda ambaye ni kijana mdogo. Uh, naomba nikusomee taarifa hii ndo uweze kunifuata vizuri msikilizaji. Jeshi la polisi limemuua Pita Mwita Wanda usiku wa kuamkia Januari Januari moja mwaka elfu mbili ishirini na sita. Maofisa wa jeshi la polisi mkoa wa Mara walivamia nyumbani kwa kina Pita kwa lengo la kumkamata mamake. Mamake Pita Pita aliwaambia polisi, kabla hamjachukua mamake, kabla hawajamchukua mamake, waseme kwanza kosa lake ni lipi? Polisi wakamwambia Pita, unajifanya mjuaji, kisha wakaanza kumgongagonga ovyoovyo kwa marungu, kisha wakambeba na mamake Pita wakaondoka nao. Mamake Pita alipelekwa kituoni Tarime, ila Pita wakaenda naye kusikojulikana, kisha wakamvunjavunja mbavu na shingo lakini pia wakamwingiza vitu kwenye, kwenye njia ya haja kubwa. Baada ya polisi kumtesa sana, wakampeleka hospitali ya wilaya. Madaktari wakasema tayari alikuwa ameshapoteza maisha yake, ndipo uongozi wa hospitali wakatafuta familia yake Pita na kuwajulisha kuwa mpendwa wao ameaga dunia na mwili wake umehifadhiwa kwenye hospitali ya wilaya. Walipoulizwa mwili umefikaje pale, wakasema uliletwa na jeshi la polisi bila maelezo. Msikilizaji, mwili wa Pita Ulizikwa tarehe tano Januari mwaka 2026 na na mpaka sasa hakuna hatua zozote zimechukuliwa dhidi ya maofisa hao wa polisi walioshiriki kumfanyia unyama huu Pita mpaka kupelekea mauti yake. Taarifa hii msikilizaji, nimeitumiwa ili niweze kuku, Juza ukatili uliopo katika serikali ya Samia. Msikilizaji, huyu ni mtu wa kawaida tu, mwananchi tu wa kawaida, ambaye amesababishiwa kifo na polisi. Kinachouma zaidi hakuna hata kitu kimoja kimeweza kufanyika kufuatilia polisi waliotekeleza kifo cha bwana huyu, kutoa sababu za ni kwa nini walitekeleza kifo cha Pita na kikaweza kutokea katika hali hiyo imeweza kusoma hapo msikilizaji, jeshi la polisi limevamia nyumbani kwa kina pita kwa lengo la kumkamata mama yake Pita, na ni usiku msikilizaji, kwa sababu taarifa hii imesema jeshi la polisi limemuua Pita usiku wa kuamkia tarehe moja Januari mwaka elfu mbili ishirini na sita. Kwa hivyo ni vitendo vya usiku hivi polisi wanaingia nyumbani, wanawachukua watu wawili, mtoto na mama yake, kisha mama yake anapelekwa kituoni, mwanawe anakwenda na polisi hawa sehemu isiyojulikana, kisha polisi hao wanakwenda wanamtesa, wanampiga na marungu, wamemvunja mbavu, wakamvunja shingo, kisha wakamwingisha vitu kwenye sehemu ya haja kubwa. Msikilizaji, ni ukatili ulioje! Kisha taarifa hizi zimetapakaa, lakini hakuna hatua hata moja imeweza kuchukuliwa dhidi ya polisi waliosababisha mauaji haya kwa Pita. Polisi hao walipeleka ripoti katika hospitali ya wilaya, wakapeleka mwili wa Pita bila kuacha maelezo ya jinsi alivyoweza ku kuaga dunia, wamempeleka kama amekufa, lakini wakampeleka hospitali, ili hospitali idhibitishe kwamba pita tayari ashaaga dunia. Msikilizaji, Kitendo cha polisi kukamata raia usiku ni kinyume na sheria, ni baadhi ya vitendo alivyoweza kuvikemea aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani George Simbachawene na suala hilo limemsababishia kutenguliwa katika nafasi ya waziri wa usalama wa ndani akapatiwa kibaraka ambaye ataweza kutekeleza yale ambayo Samia anataka bila kuuliza maswali. Vifo vya wananchi vinatekelezwa, zaidi ya watu elfu kumi wameuawa hivyo hivyo, kimsukosuko tu, na hakuna hata mtu mmoja amesimema kutoka kwa serikali ya Samia na kukemea kitendo hicho. Badala yake Samia ameendelea kuwaweka wauaji katika uongozi na kuwaondoa viongozi wanaonekana kufuatilia haki za wananchi na sheria za nchi ya Tanzania. Imefika mpaka pale polisi wanaingia katika nyumba ya mtu binafsi, unachukuliwa kisha unauliwa bila maelezo yoyote, bila kuambiwa sababu ya kutolewa kwako nyumbani na unakopelekwa na kwa sababu, sababu ni ipi hivi? Tanzania ni huru kweli ikiwa vifo vinaendelea kushuhudiwa na watu wanauliwa kama kuku bila mtu yeyote kuwatetea, na viongozi bora wanaondolewa mamlakani, wanatiwa vibaraka ambao wanaendelea kutekeleza mauaji ya wananchi. Msikilizaji, hebu achia maoni yako kwenye comment section, lakini pia subscribe katika kituo hichi ili iweze kuendelea kukufahamisha zaidi.